Akizungumza kwa vyombo vya habari kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Sakapo Aleksi Mkama ameeleza kuhusu tukio hilo. Hili tukio limetokea tarehe kumi na tisa mwezi huu wa tatu muda wa asubuhi, huko katika shule ya sekondari ya Zombo iliyopo kijiji na kata ya Zombo wilaya ya Kirosa, ambao mwanafunzi jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili, jinsia ya kike mwenye umri wa miaka kumi na sita wa kidato cha pili alifanyiwa ukatili au kubakwa na mwalimu wake, wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo, alipokuwa amemtuma kwenda kufuatilia mwongozo wa somo au lesson plan. Kwa hiyo, na huyu mwalimu alikuwa na kaimu mwalimu mkuu kwa siku hiyo. Kwa hiyo, alimtuma mwanafunzi kwenda ofisini na baadaye alimfuatilia kule na kumfanyia vitendo vya ukatili. Mtumio amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanyiwa ukatili kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mmomonyoko wa maadili. Aidha, katika tukio lingine, kamanda Mkama ameeleza kuwa jeshi hilo linawashikilia watu kumi kwa tuhuma za ujangili, ambapo amesema hao wamekamatwa katika msako mkali uliofanyika uh, Machi 14 25 ta mpaka sasa bado wanaendelea dhidi ya ujangili. Silaha zilizokamatwa ni shotgun mbili na gobore moja linalotumia risasi za shotgun. Uh, pia zimekamatwa risasi 22, uh, vichwa sita vya risasi za kienyeji, maganda tisa ya shotgun, vifaa vya kutengenezea risasi 139 na baruti koko mbili ndogo. Pia vimekamatwa vichwa viwili vya mnyama anaitwa Sia au commonly vika miiba 128 ya mnyama nungunungu, pinde mmoja, mishale minne na vichwa vya mishale 15. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.